Itakapotetemeshwa ardhi kwa mtetemeko wake, na itakapotoa ardhi mizigo yake, na mtu akasema ina nini? Siku hiyo itahadithia habari zake, kwa sababu mola wake mlezi ameifunulia. Siku hiyo watu watatoka kwa mfarakano, wakaonyeshwe vitendo vyao. Basi anayetenda chembe ya wema atauona, na anayetenda chembe ya uovu atauona. Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Suratu Zilzala imeteremka Madina. Aya za sura hii zote hazipindukii hali za Kiyama, mtikisiko ardhi na kutoka hazina na maiti waliozikwa chini, na kustaajabu kwa binadamu na kuuliza kwake kwa yale yaliyomkumba kwa ghafula, na kutoka watu makaburini mwao kwa mtafaruku wende kupokea malipo yao. Ikitikisika ardhi kwa mtikisiko mkubwa, na ikasukika kwa ukomo wa kutikisika na kusukika kunakomkinika, na ikaweza kuchukua na ardhi ikatoa yote yaliyomo katika ndani ya tumbo lake ikiwa hazina umaiti waliokwisha zikwa na binadamu akasema kwa kushtuka na hofu, ardhi hii na nini hata inatikisika hivi na inatoa vilivyomo tumboni mwake? Ndio saa imefika. Siku hiyo ardhi itamsimulia mtu habari zake ziliyomshtua, kwani mlezi wake na muumba wake atakuwa kaifunulia kaipawahi nakaiamuru zitemeke na, na jisukesuke ndiyo itafanya upesi kutekeleza amri. Siku hiyo watu watatoka makaburini mbio, nao wamo katika mtafaruku, wapate kuziona hisabu zao na malipo yao aliyoahidi Mwenyezi Mungu. Basi mwenye kufanya hata kitu chenye uzito wa punje ya mchanga cha heri ataiona katika daftari lake na atapata malipo yake na mwenye kufanya shari ya uzito wa chembe ya mchanga ataiona kadhalika, na atapata malipo yake. Wala Mola wako mlezi hatamdhulumu yoyote.